Eh, mmefanikisha eh, fanya haraka, fanya haraka mlete hizo mali tuone kama tunaenda kuvamia sehemu nyingine hey. eh, sawa, sawa. Me... kwa hiyo mpo mnakuja, hakuna eh, jambazi mwenzangu yeyote aliye kamatwa. Haya, fanya haraka ah, hey, eh, na, eh, nasema waiwai bwana, nataka niwape maelekezo mengine eh, fanya haraka sana, fanya haraka sana nataka niwape maelekezo mengine tujue.

Wapi safi sana, safi sana. Mbona mzigo ni mdogo? Mbona eh? Wote nyote, mmekusanya mzigo kidogo hivi? Sina wauliza nyie, mmepata mzigo kidogo hivi? Nakusikiliza. wakati tunakusanya huu mzigo, ndio hao wawili walipotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Ina maana hawajatupatia chochote katika mzigo huu, kwa hiyo nina mashaka nao. Kumbe ndiyo maana mzigo umepungua. Piga pekshen, pekshen. Heo, meona, meona? Kumbe ndivyo mlio. Sasa mnafanya mambo gani ya kijinga? Munaona? Munaona? Sasa wenzangu, hawa tuwafanyeje hawa? Ni wakufukuza mkuu. Hawa ni wasaliti wa eh? si ndio? Ndio, ni wasaliti. Wafukuzwe toka hapa. Kumaliza. Toka hapa. Yaani huu ni upuzi, huu ni upuzi kabisa. Eh? Yaani toka mmetoka huku, mngetoka mmechinja kabisa mmemaliza. Huu ni ujinga, kwa nini mnafuga ujinga? Samehe, mkuu. Sawa sawa, sawa sawa. Hawa sasa wazii wasirudi kwenye kambi yetu, sawa? Ndio mkuu. Naomba tukae chini ni wape. Ndio mkuu. Ndio mkuu, kuna hii kitu hapa. Sante sana, naomba tukae chini hapa ni wape majukumu mengine baada ya kumaliza hii mission, sawa? Tukae tukae chini, tukai chini, tukae chini, alafu naagiza msosi hapa, sawa? Ndio baada ya kumaliza kupiga msosi, kuna mission nyingine tunapaswa tuifanye kule. Hakuna watu waliowaona? Hakuna mkuu. Umemaliza mission vizuri kabisa. Kila kitu sawa, sawa. Sasa cha kufanya sasa hivi. Kuna kuna jamaa yule jamaa yule jamaa anaitwa nani, wa kule juu anafanya biashara ya kahawa Mzee Koba. Mzee Koba. Sasa nataka mwende, mwende kwake mkikuta kahawa mkikuta pesa vyote kusanya leta. Ndio mkuu sawa sawa. Ila mkuu, mambo ya kubeba nani makahawa amna, bora pesa. Sawa sawa. Sawa, sawa, sawa. Kwa hiyo ufanya huo utaratibu wewe, nakupa uongozi utasimamia e. Sawa, nawajuza kwenye simu. Sasa hapa nawapa ramani ya kwenda kwa yule mzee Koba, sawa? Kwenye chumba kile cha jua cha, cha abacho wakifungu mali zake zote anaweka pale, kwa hiyo ni lazima mshughulike katika hio na, maana mkisha pata zile mali, mkipata changamoto yule waga na walinzi na anawasiliana na maaskari. Kwa hiyo tatizo lolote na changamoto mtakayoiona nipigie simu sawa? Ndio, mkuu. Tumelewana? Tumelewana mkuu. Sawa sawa. Sasa cha kufanya hapa walete chakula tule tunywe tuburudike, wewe unatumia pombe. Wewe unatumia mirungu. Sawa. Eh. Tupige vitu tuburudike halafu tuendele na kazi. Mission ya kutoka hapa ni kwa kuelekea kwa mzee Koba. Sawa? Ndio, mkuu. Sawa sawa. Pi. Halo, halo. Mbona mgona unachinjia ovyo ovyo? Makamanda wangu mimi sitaki wachinjie ovyo ovyo. Uko chini ya ulinzi.

Ah, mwenzetu li li li me... <tukutu> aliyefariki. Hey. Ati wewe achane naye, alibwe mbogo. Ja tushuba mshida. Turudi kwenye shida hapa ni kugawana mali hapa, kugawane. Yaani hapa ni kugawana mali, kila mtu achukue hamsini zake, achomoke. Mali imeshapotea. Au wewe uchukui Mungu atakusaidia. Atachukua bwana. Ah, ni mgawane hizi ndogo ndogo. Mimi si mkubwa wenu. Mimi ni mkubwa wenu, mgawane hizi. Sawa. Kuhusu pesa tukutane benki. Kuhusu pesa tukutane benki. Unaona vipi muunganishe kwa bigela huko? Ndani hapa. Una akili kweli. Hii ni hatari kweli kweli. Nikushikie mguu. Yaani hapa, kila mtu kila mtu ameshapata haki yake, yaani hapa tukutane benki kuchukua ile hela. Sawa.